Tumetoa onyo kwa wananchi wetu pia wakuwe waangalifu kidogo wakati huu wa mvua, kwa sababu kuna areas ambaye ziko na ile history ya landslides, na sana sana hapa sana area kama Ena, juzi tulipata incident moja ambaye kuna area karibu Ena River ilikuwa affected na landslide, na kiwango kikubwa cha shamba ilioshwa ama ilienda na maji, lakini kwa bahati nzuri hatukupata madhara ama binadamu, maisha ya binadamu ama watu wakakuwa displaced ama mtu kupotesha maisha. Tuko na ile cases ya drowning, watu kuhofia maji, tumepata kisa visa mbili, moja huko Mwea na huko Mbere South, watu kufia maji sana sana wakati wanaenda ku, kufanya shughuli yao kwa maji huko Tana River. E, tulikuwa tukitumia hii samba kulima na kuuza hiyo vitu, tulikuwa tunalima miwa, ndoma, mandizi, ndiso tulikuwa tunasomesa watoto wetu, nazo ndiso ilikuwa tegemeo letu. Ukiangalia hii ni kama eka tatu ilienda. Tunaogopa hata turali usiku, mtu anasikia kitu ikitingisha kidogo ikiangusha kidogo, tunasikia uoga. Kuna shida kubwa, lakini hatuna nguvu, hatuku tunajipanga na pesa ati mtu anaweza toka kwa nyumba aende akatafute nyumba ingine paali